Wajamani jamani jamani, wanaume tunapambana jamani, cheki kama hii miti tunavyoshusha hii miti ni kwa ajili ya kufunga duala. sijui kama wengi wao mnafahamu maduala. Tuko huku machimboni tunapambana wanaume, ili tukirudi familia zetu wake zetu wafurahi pamoja na watoto zetu, make mwanaume ni kupambana ukupambana popote ulipo ni kupambana, na sisi ndo tunapambana hivyo. Ndo hivyo ndo kazi zetu, si wanaume? Maana ukikaa mna mtu atakaye kuletea chochote kitu. Angalia kama hapo, hayo ni maduala. Hiyo ni sehemu ya maduala yote hiyo unayoiona no, hiyo kwa hiyo tunapambana. Hiyo ni mfuko ya mawe, hiyo tunayotoka chini. Kwa hiyo tunapambana Angalia, watu wanachimba, hiyo ni lola, watu wanaingia madualani. Maisha yetu wala hatuogope wala hatuofii, kikubwa ni kumuomba Mwenyezi Mungu, kikubwa ni dua